Habari waungwana, kwema. Ah, leo katika uh, tips ambazo huwa na waandalia mara kwa mara na wawekea hapa, leo nitawatofautishia kati ya kwa kusajili kampuni lakini pia kuwa na na jina la biashara, yaani mtu ambaye anamiliki kampuni na mtu ambaye amesajili tu jina la biashara. Uh, status yao kisheria ipoje, lakini uh, uh, madhara wanayoweza, yani legal liability ambazo zina zi, zimefungamana na aina ya hizi biashara au aina ya hizi mod za kufanya biashara. Sasa ili uh, kwa ajili ya kueleweka vizuri, labda ni- nieleze kwamba kuna uh, namna tatu ambazo huwa zina tumiwa kwenye kuendesha biashara yoyote, kwenye kufanya biashara, yaani kwenye ule usajili biashara inaweza ikasajiliwa katika namna kubwa, huwa ni hizi tatu. Moja ni kwa kupitia jina la biashara, yaani yule mfanya biashara yeye kama yeye mtu binafsi anaenda kusajili ya biashara yake kupitia majina yake yeye moja kwa moja, na leseni ile ya biashara inakuwa ina inasoma majina yake majina yake yeye kama mtu binafsi, lakini pia huyo huyo mtu binafsi anaweza akaamua pia kusajili biashara yake kupitia jina la biashara ambalo ni tofauti na yale majina yake uh, official yale majina yake yanayotambulika kiserikali uh, katika taasisi zetu ambazo zinatambua watu sasa <coughs> hiyo uh, hiyo ni namna ya kwanza ambayo nimekuambia, ni usajili kupitia majina binafsi ya mtu binafsi ambaye ni mfanya biashara, lakini pia anaweza akasajili jina lingine tofauti na jina lake, lakini hilo jina likatambulika kama ni jina la biashara kwa kwenda kulisajili kwenye mamlaka husika ambayo ni BRELA. Lakini namna ya pili ya ya namna ambayo inatumika katika kufanya biashara au usajili ambao mwingine unatambulika wa kibiashara ni uh, ubia au partnership. Sasa, ubia ni muunganiko wa uh, kuanzia watu wawili mpaka watu hamsini kwa mujibu wa, wa sheria ambayo inasimamia masuala ya ya ubia uh, watu ambao wanatakiwa wawepo katika ubia ni watu kuanzia watu wawili, lakini pia wasizidi watu hamsini na ubia uh, wenyewe ni kwamba watu wanakubaliana kufanya biashara na wanaamua kuchangia rasilimali zitakazowezesha ile biashara kufanya kazi uh, labda mwingine atatoa ardhi, mwingine atatoa labda jengo au ofisi, mwingine labda atatoa magari, mwingine atatoa vifaa, mwingine atatoa labda pesa. Kwa hiyo vile vitu vitaingizwa katika mkataba wa ubia ambao huo mkataba utakuwa umeainisha pia kila mchango wa mwanachama wa kwenye a, kila kila kila mchango wa mbia kwenye ule ubia wao, na na interest au faida atakazozipata kadri ya mchango wake kwa asilimia, kutokana na kiasi cha cha mchango. Sasa, ubia ukiwa umeshakuwa umetengenezwa ubia, wanaweza wakaamua sasa tuwe na jina la biashara. Kwa hiyo, wao kama kikundi wakaamua kuwa na jina la biashara, kwa hiyo ni vile vile pia wao wataenda kulisajili jina la biashara na watatambulika kupitia jina lao la biashara. Lakini namna ya tatu ya namna ya kusajili biashara au namna ya kuendesha biashara ni kupitia taasisi ambayo ni kampuni, ambapo kwa, kwa Tanzania aa, makampuni yote yanasajiliwa chini ya sheria ya makampuni na yanasajiliwa na msajili wa makampuni aa, wa Brela. Aa, yani chini ya taasisi ambayo ni ni Brela ambayo ni taasisi inayohusika kusajili majina na, na makampuni, majina ya biashara na makampuni, na kusimamia shughuli zote za makampuni na biashara ambazo pia zimesajiliwa chini ya kampuni, chini ya chini ya Brela, yaani yale majina ya biashara sasa labda niongelee uh, legal status, yaani hadhi ya kisheria ya hizi uh, modes tatu au namna tatu za usajili wa wa biashara uh, hizi mbili hizi mbili tukisema, sole proprietorship, kwa maana ya uh, usajili binafsi, mfanya biashara mwenyewe anajisajili uh, yeye kama yeye anajisajili uh, yeye kama yeye kupitia majina yake uh, au anasajili majina mengine tofauti, ambayo uh, ni majina yanakuwa yanaiwakilisha biashara fulani uh, lakini pamoja na hii proprietorship, hii pamoja na partnership, hizi mbili sifa zake zina, zinafanana sana uh, tofauti na na kampuni. Sasa labda nieleze sifa za hizi uh, Uh, uh, jina la biashara pamoja jina la biashara ambalo linaweza likasajiliwa na mfanyabiashara binafsi au kama au, kama au kupitia au, au, ubia uh, sasa uh, status ni iko hivi, unapokuwa unafanya biashara chini ya mwavuli wa jina la biashara uh, inapotokea kampu ile biashara imepata changamoto labda ya madeni au kodi au chochote kikiwa kinadaiwa, basi wale wanaodai hiyo biashara wanaweza ku- wanaweza kutaifisha mali za hiyo biashara, lakini pia wanaweza wakaja kutaifisha mali binafsi za za kama ni kama ni kwenye ubia za wale wabia mmoja mmoja, lakini kama ni mfanyabiashara mmoja ambaye anasimama yeye kama mtu peke yake kwenye biashara basi wanaweza kutaifisha mpaka na mali zake zile mali binafsi, yani, mali za biashara na zile mali binafsi kufidia madeni au kodi eh, au, au, au chochote ambayo hizo hizo tunaita liabilities, ambayo Kiswahili chake ni kigumu, lakini ni madhara au faida ambazo zinaambatana na biashara husika. Sasa kwa upande wa kampuni kwenyewe ni, ni tofauti kidogo na nitafafanua ili uone hizo hizo hizo tofauti kwa upande wa kampuni uh, kampuni yenyewe kwanza kubwa, zina, zina izi, uh, ina sifa kubwa ambazo zinaitofautisha na hizi aina nyingine za usajili wa biashara kwanza moja kampuni na kitu kinachoitwa uh, perpetual succession ambayo, perpetual succession ni sifa ya kwamba kampuni haifi kwa sababu tu mbia mwa, mwanahisa mmoja amekufa au mfanyakazi mmoja amekufa. Kampuni yenyewe ina operate siku zote, labda mpaka iwe uh, labda mpaka ifutiwe usajili na msajili au uh, uh, au, au ivunjwe na mahakama kutokana na na madeni na, na, kuna sababu nyingi ambazo zinaweza zikasababisha kampuni ikafikia ukomo, lakini uh, kifo sio sababu moja wapo inayotambulika kisheria kwamba inaweza ikafanya kampuni ikafikia ukomo, ila zipo sababu zingine za kisheria ambazo zinaweza zikaifanya kampuni ikafikia ukomo. Kuna kitu kinaitwa dissolution uh, of a company kwamba kampuni inaweza ikavunjwa, labda kulipa madeni au kama kampuni ilikuwa kuna purpose fulani inafanya imekamilisha ile purpose, kwa hiyo haiwezi tena kuendelea kuexist na sababu zingine. Hiyo ni sifa mojawapo nimekuambia, ni uh, perpetual succession lakini kampuni ina kitu kinaitwa legal personality, yani uh, kampuni ina sifa kama mtu kisheria, yani imepewa hadhi ya mtu kisheria. Kampuni inaweza kufungua kesi kupitia jina la kampuni, na inaweza yenyewe ikashtakiwa kupitia jina la kampuni. Lakini uh, kampuni inaweza ikamiliki mali Kampuni inaweza ikamiliki magari, inaweza ikamiliki majumba, majengo, inaweza ikamiliki ardhi, inaweza ikamiliki mali yoyote ile ambayo mtu binafsi pia anaweza akaimiliki. Lakini pia kampuni inaweza kuuza mali yoyote. E, mtu anaweza akaja kununua mali, lakini mkataba ukaandikishwa kati ya yule mtu binafsi, lakini uh, pati ya pili inakuwa ni kampuni. Kampuni ndio jina lake linatumika kwa sababu imepewa ji, imepewa mamlaka au imepewa hadhi ya mtu uh, kisheria. Lakini pia uh, uh, kampuni inakuwa ina kitu kinaitwa limited limited liability, limited liability Kiswahili cha haraka haraka ni kwamba uh, madeni au changamoto zote ambazo zinatokana na ile biashara ile kampuni zinakuwa na ukomo wake ambao unaishia katika katika kampuni, katika hisa zile za mwanahisa. Lakini pia katika kampuni kwamba unapokuwa kuna deni lolote ambalo lina, limezaliwa kutokana na biashara ile ya kampuni litalipwa kupitia zile hisa, kupitia zile fedha ambazo ndizo hisa zenyewe, lakini pia kupitia mali za kampuni. A, lakini a, kama kampuni limekufa sasa, halina mali, halina chochote Hauwezi kuja kuchukua mali za mwanahisa mmoja mmoja. Hiyo ndiyo sifa ambayo ina ina ina, ina hiyo uh, sifa, sasa inaangukia katika hiyo, tunaita limited liability kwamba uh, madhara yanayotokana madhara au faida toka, zinazotokana na kampuni hazihamishwi kwenda katika mali binafsi za mwanahisa. Uh, lakini zipo zipo sifa zingine tele za za kampuni na hizi kampuni zinatofautiana. Kampuni pia zina mgawanyiko wake. Kuna kampuni binafsi na kuna kampuni za umma, na ambapo kuna hizo private private company na public company. Private ni zile ambazo zinamilikiwa na watu binafsi kuanzia watu wawili mpaka watu hamsini, wasizidi hapo. Lakini uh, public company ni zile kampuni ambazo zinamiliki ni kampuni za umma. Na zinamilikiwa na kuanzia watu saba mpaka hazina hazina ukomo wa, wa wamiliki. Na nikisema wamiliki namaanisha wana hisa. Hisa zinakuwa zina zinamilikiwa na watu wangapi? Kwa hiyo kwenye hizi kampuni za umma hisa zinamilikiwa na mtu yoyote ambaye anataka kumiliki hisa na na hisa zinakuwa zinatangazwa kwenye soko la hisa, yaani Dar es Salaam Stock Exchange. Kwa hiyo hizo hizo ndio sifa kubwa zinazoitofautisha kampuni na hizi hizi hizi hizi na jina la biashara eh, na jina la biashara yani, jina la biashara ambalo limesajiliwa na mtu binafsi au limesajiliwa kupitia ubia, kule kunakuwa hakuna ukomo ah, mali za, za mfanyabiashara anayefanya biashara kama mtu binafsi na kama ambaye amesajili ya biashara yake kupitia tu jina la biashara mali zake binafsi zinaweza zikachukuliwa kulipa madeni au kulipa kodi au kulipa chochote endapo itatokea tatizo lolote katika ile biashara. Lakini kupitia kampuni uh, kunapotokea madeni, kodi au jambo lolote katika biashara, basi jambo hilo linaishia katika uh, kampuni na hali letu kwa, kwa, kwa mwanahisa E, labda kuchukua mali zake au kukamata pesa zake benki na kadhalika. Hapana. Lakini pia kwenye sifa nyingine kubwa ni kwenye mfumo wa uendeshaji. Mfumo wa uendeshaji unatofautisha kabisa kati ya biashara inayoendeshwa kupitia jina la biashara na biashara inayoendeshwa kupitia kupitia kampuni. Kwenye kampuni tuna utaratibu, kuna utaratibu wa uendeshaji wa shughuli zote zile za kampuni ambapo watu ambao wamepewa mamlaka ya moja kwa moja ni madirekta. Hawa wanaendesha kampuni, kwenye zile shughuli za kila siku daily basis za kampuni ziko chini ya madirekta. Lakini uh, kwenye kwenye hizi biashara ambazo zinaendeshwa kupitia usajili uh, wa jina la biashara, nikimaanisha mfanya biashara mmoja mmoja aliyesajili biashara kwa jina lake au aliyesajili majina ya biashara na kuendesha biashara kupitia jina la biashara uh, wao uendeshaji wa biashara zao ni tofauti, kwa sababu wao wanahusika moja kwa moja. Kule hakuna director, hakuna nani, yeye ndo anahusika na mambo hesabu za kila siku uh, madeni, bidhaa zimefika wapi. Lakini kampuni kuna madirector ambao wanasimamia uh, zile shughuli za kila siku za za kampuni lakini kuna wafanyakazi, lakini na, na watu wengine wanahisa, wao kazi yao ni wamewekeza fedha na wanasubiri kupewa gawio kila mwisho wa mwaka, endapo kampuni husika imepata imepata faida, kitu kinaitwa dividend ambacho kinatolewa kutokana na thamani ya hisa na kiwango cha faida ambayo kampuni imepata kwa kwa mwaka. Sasa mm, hapo nime nimegusa vitu vingi kwenye, kwenye kitu kimoja, lakini hizi uh, zote mbili zinasajiliwa kupitia Brela, yani business name na company, eh, na company zote hizi zinasajiliwa kupitia uh, Brela lakini uh, lakini zote pia zina, zina, zote pia zinalipa kodi japokuwa, kule kwenye mtu anaendesha biashara kupitia mtu binafsi analipa yeye kama yeye, huku upande wa pili kodi inalipwa na, na na kampuni, ambapo kwenye kampuni kodi hiyo inalipwa mara moja kwa mwaka ambayo ni annual tax. lakini huku kwingine kampuni inaweza ya biashara inaweza ika inalipa kodi kutokana na vipindi ambavyo inapangiwa ina, ina, ina labda mara nyingi ni vipindi vi- vinne yani vi biashara inaweza ikalipa kodi kwenye mafungu manne kwa kwa mwaka. Lakini kwenye kampuni corporate kodi inalipwa annually kwa kwa mwaka. Kwa hiyo hapo, hapo nimegusa vitu vyote ambavyo vinatofautisha hizi mbili. In fact ni tatu ila nimeziweka hizi, kuna sole proprietorship, lakini kuna partnership. Nimeziweka pamoja kwa sababu hizi zinafanana sana na liability zake zinafanana sana, alafu kuna kuna kampuni. Kwa hiyo hapo nimeeleza vitu vyote muhimu. Kama una kitu ambacho unahitaji kukifahamu zaidi au kuna kitu nimeenda spidi kidogo hapo hujanielewa, uh, hapo chini na kuwekea link na kuwekea na namba ya simu ambayo unaweza ukani- ukanipigia. Asante na kuandalia tena tips zingine kwa ajili ya masuala ya kibiashara, angalia hiyo video inayofuata. Asante.